Action, unajua nini, hata mjanielezea vizuri, kwani imekuaje na hiyo kodi imefanyaje? Mashavu, hebu elezea kwanza, matu kumbaagu mingine mazito hapo <coughs> ukumbini, yaani hilo ndio jipya kabisa, ukiachila ya kodi ka hivi. Unajua kuna watu danawatu ondoka leo wala kesho Yani, hiyo mimi nilihisi tu kuna jambo la pili linakuja. Yani nilijua eh, Tukae, kaa kimya kwanza, kaa kimya, nitakusokomeza na kukusokomeza mdomoni mwako hapo, mdomo ukae, kwa sababu sasa mimi na masikio mangapi? Sina masikio mawili kama na masikio mawili zungumzeni basi mmoja mmoja, ili nimuelewe sasa. Huyu anaongea huyu anaongea, mimi nimuelewe nani sasa jamani, eh? Ongeni swala la pesa kwanza, maswala ya kodi kwanza, huyu mzinifu Mwamini acheni naye eh. Hey, hey! Bwana na umezidi ukali na wewe, nawe utakuwa wambili siku nyingine mkali ka pilipili vipi? Niacheni. <laughs> Yani uda mkubwa ndo alivyo huyu, hana shukrani hata kidogo. Kitu kidogo anataka kifanye kikubwa. Hebu eh, angalia janga la mwanaye hapa. Mimi ndo nimekuwa naye bega kwa bega, mimi nambembeleza lakini hana shukulani hata kidogo. Ananiona mimi kama chizi, kama punguani, kama ni mtu ambaye yani sina akili. Acha mashavu inauma, mashavu inauma. Mtu mzima kama huku kutoa ufahamu na kuona wewe kama ndezi, inauma. Ile ndio nakosea. Si ukoje, unakera kama nini? Unajua ana kera sana, afu kila kitu kumfanyie bado domo domo, alichoongea Tukae sasa. Ana fadhila huyu, yaani kama mdogo tukae ametoka nje, basi si wengine wote tutoke nje, tumwache peke yake huko chumbani. Abaki na mwanae sikaje. Huyu baki naye mdogo, na toto lako toto tumbo, kama tenesi nakaa ndio na mwanangu, uone da Bibi no, naona nikimbia. Umenikimbia kwa miaka miwili mwanangu. Yaani, unawafatisha hawa na waenda no, ko no, naona nikimbia.